Baya hata hathamaniwi lakini, kumbe katika Petro wa kwanza mbili tisa anavyosema kwamba wewe ni mtoro wa Mungu. Kumbe ndugu yetu Daudi aliteuliwa kuwa mfalme, mnasemaje? Kwayo tunaona kwamba dunia inaweza kufafanua kwa vigezo vyake, lakini Mungu ana mpango maalum kwa kila mmoja wetu. Je, yeah, wewe una mpango gani kwa Mungu? Kama Mungu ana mpango ana mpango kwako, wewe una nini cha kumrudishia Mungu? Lakini pia katika hatua ya pili inasema kuishi kitofauti. Kuishi kitofauti, tunasema kuishi kwa kusudi. Kwa sisi ambao tunasoma wanafunzi, tukisoma au tukienda darasani, tuna kusudi fulani, kwamba mimi nasoma ili niweze kuwa daktari mimi nasoma ili niweze kuwa mwalimu sehemu fulani. Lakini tukija kiroho ni kwamba unaisije kwa kusudi. Kusudi lako ni nini katika maisha haya? Tukisoma ma, Mathayo tano mstari wa kumi na nne inasema nini, nini? Ukisoma Warumi kumi na mbili mbili inatufundisha kutokufuatilia miendendo ya dunia bali kubadilishwa kwa kufanywa upya kwa nia zetu. Kwaio, katika kuishi kwa kusudi au kuishi kitofauti, inabidi wewe hapo usiweze kuvifata vile ambavyo ni mapenzi ya dunia, bali uweze kuvifata vitu ambavyo ni mapenzi ya Mungu wako. Katika mfano wa kibiblia tunaona wale vijana watatu ambao ni Daniel na wenzake ambao wao waliishi kiutofauti, walichagua maisha yao kuishi kwa kusudi hapa ulimwenguni. Tunaona kwamba katika, katika ardhi yao ambao walikuwa wanaishi walikuwa wanaabudu sanamu, lakini tunapoelezea kuhusu uh, kuishi kwa kusudi, tunaona kina Daniel walichagua kuishi kiutofauti, ambapo wao walikataa kumwabudu yule sanamu, lakini tukaona kwamba kumbe kuishi kitofauti au kuishi kwa kusudi katika maisha yetu kuna kuna faida fulani. Baada ya wao kukataa kuishi kwa, kwa kuabudu sanamu lao, wakapelekwa katika nanili, kisima cha moto, na bado Mungu akawa pamoja nao. Kwa hiyo kumbe, ukuishi kwa kusudi au ukiishi kwa, kwa, kwa kutofuata yale ambayo ni matamanio ya duniani, kuna faida yake. Acha pombe, nenda kanisani, acha kwenda clubs, soma Biblia, utaona faida katika maisha yako. Hatua ya tatu ni kuwa nuru au ushawishi. Kuna siku fulani nilikuwa mezani mimi na familia yangu, lakini kulikuwa na kulikuwa na stori kadhaa ambazo baba alikuwa anatuhadisia. Akawa anasema ya kwamba walivyokuwa vijana, yeye na mama, baba alikuwa anambeba mama, sawa. Lakini mimi nikagundua kitu, kumbe baba alikuwa anamshawishi mama kuja karibu yake, na mama alikuwa anashawishika na baba kwa kubebwa. Sio kama mnanielewa? Kwa kumbe kila mtu ana njia yake ya kushawishi. Je, wewe umemshawishi nani katika maisha yako? Umemshawishi nani kuja kanisani? Umemshawishi nani kusoma Biblia? Umemshawishi nani kufanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kuwa nuru. Ukisoma Mathayo tano kumi na nne inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo tunaona kwamba sisi ndio nuru katika ulimwengu huu wa sasa. Labda niombe jambo fulani kwa kila mmoja wetu, jaribu kuwa nuru ya mtu fulani, yaani fanya kama unamuongoza kipofu. Kipofu waone. Sasa kipofu hawezi kuongozwa na kipofu mwenzake. Kwa wewe inabidi uwe nuru, onyesha taa, kuwa, kuwa kinara wa mtu fulani. Kama mtu ni mlevi, kuwa nuru, onyesha njia, mlete kanisani. Kama mtu asomi Biblia, kuwa nuru, basi mfundishe jinsi ya kusoma Biblia, muombe kwa Mungu. Kuwa nuru katika maisha ya mtu fulani, basi nayo utabarikiwa. Mfano katika Biblia tunaona ya kwamba uh, yule mama Tabita ambaye yeye aliishi kwa kushawishi watu, lakini yeye aliishi maisha yake kwa kushawishi watu kiroho zaidi. Unajua, unaweza kuwa unaweza kuwa mshawishaji, lakini unashawishi nini? Kuna wengine wanashawishi mpira, kuna wengine wanashawishi biashara lakini tunavyoongelea kuwa nuru au kuwa mshawishaji basi kuwa mwakilishi au kuwa unashawishi jambo ambalo linampendeza Mungu. Kwa hiyo tunaona Dorcas au Tabita, ambaye yeye alikuwa anaishi kwa kushawishi watu, alikuwa anaishi akiwa nuru. Ndio maana hata katika kifo chake kwa nyingi zimeimba kuhusu Tabita. Tunaona Tabita yeye alivyokufa, historia yake ilikuwa yenye maana. Historia yake watu walilia. Historia yake mpaka leo inakumbuka kwamba yule mwanamke, hamna mwanamke kama yule. Basi na wewe inabidi ujitahidi, au fanya kila ambacho kina kinakupeleka kina kuwa kinara kama Tabita, nasemaje Hizo ni hatua tatu za wewe kuwa uh, za wewe kuishi katika maisha ya athari, lakini kuna kuna hatua za utendaji. Ni nini ufanye? Kwa sababu huwezi tu kwenda, huwezi tu ukasema mimi ni nuru, hapana. Huwezi tu ukaenda kumshawishi mtu, hapana. Huwezi ukawa uh, mtu ambaye anamfuata mtu fulani ambaye hamjui Mungu bila kufanya bila wewe kufanya jambo fulani. Kwa hiyo hatua zikiutendaji, ili wewe uweze kuishi maisha ya athari, jambo la kwanza, muombe Mungu kila siku akutumie kuleta mabadiliko. Ndugu zangu, siku ya leo tunaona Mungu anavyoleta mabadiliko katika maisha yetu, lakini bila wewe kumwomba Mungu hakupatii bila wewe kusema Mungu nipatie jambo fulani akupatie, basi wewe onyesha hitaji, ili kama yeye asipokupa yeye ndo akulaumiwa. Onyesha hitaji, muombe Mungu ya kwamba Mungu, katika matendo yangu niweze kumbadilisha mtu fulani katika mimi, katika, uten, katika uendaji wangu wa kanisani niweze kumvuta jirani yangu aweze kuja naye kanisani, katika uvaaji wangu mtu anitamani kwamba yule kijana anapenda anavyovaa, yule kijana anapenda anavyofanya kazi ya Mungu. Wewe uwe kinara kwa kuleta mabadiliko ya mtu fulani. Hatua ya pili ya kiutendaji, tumia talanta zako kwa utukufu wa Mungu. Kama, talanta, wimbaji, kama una talanta ya uimbaji imba. Kama una talanta ya kuhubiri hubiri. Kama una talanta ya kuwa shemasi kuwa shemasi kama una, una talanta ya, ya, ya, ya, ya kukaribisha wageni kanisani itumie talanta hiyo kwa utukufu wa Mungu, na Mungu atakubariki. Hatua ya tatu ya kiutendaji, shiriki imani yako kwa njia rahisi. Njia ya kwanza, andika vitabu. Njia ya pili, tembelea nyumba kwa nyumba, japokuwa sio rahisi sana lakini kwa kuandika vitabu na ukawapatia watu kusoma unaweza kuongoa maisha ya mtu fulani. Kwa kuchukua vitabu uh, katika juma la, la uinjilisti wa vitabu, ukichukua kitabu kimoja ukamnunulia jirani yako, ukamnunulia rafiki yako, hapo utakuwa umetenda uinjilisti kwa njia ya rahisi ya kutoa tu hela basi. Kama una hela andika imani yako kama huwezi ku, kuwakilisha imani yako kwa jamii kama tunavyofanya sisi hapa. Kama unaona aibu kufanya, jam, kufanya jambo la Mungu mbele za watu andika. Wanjilisti wako wengi, kuna mwanjilisti LNG hapa naye alikuwa anaandika vitabu. Sio kwamba yeye alikuwa hawezi kusimama mbele za watu hapana, ila alikuwa anajua kwamba kuna watu wengine ambao mimi nikisimama hawasikii. Kuna watu wengine ambao mimi nikisimama hawaoni kuna watu wengine ambao hawawezi kufika kanisani labda kwa, kwa majukumu fulani. Andika imani yako kwa njia rahisi, ili uweze kumfikia mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya nne ya kiutendaji inasema, tafuta nafasi za kusaidia wengine katika jamii yako. Tutumie, nikitumia mfano wa mabalozi, sisi hapa jumapili jumapili hii iliyopita, ile ilikuwa siku ya matendo ya huruma. Jumamosi, Jumapili yake tulienda kusafisha zaanati ya Salasala, nasemaje? Lakini kwa kufanya hivyo tulibarikiwa. Unajua kitu kimoja, ukiwa unafanya kazi ya Mungu ukiwa uh, unasaidia watu Sio kwamba wao walikuwa hawezi kusafisha wenyewe, hapana, na wanalipwa. Sisi tumeenda tujalipwa. Kwa hiyo tunafanya tu kazi ya Mungu ili sisi kubarikiwa. Tunafanya kazi ya Mungu ili Mungu nasi atuone, atupe mibaraka, kwamba kijana huyu anataka kufaulu, lakini amefanya jambo fulani, ngoja nimfaulishe, ngoja nimvukishe katika daraja hili. Kwa hiyo kwa kufanya kazi ya Mungu jamani, hamtaachwa, mtalipwa. Hatua ya tano na ya mwisho ni kuwa, maraf... kuwa na marafiki ambao wanaleta uh, au wanaweza kukukuza wewe kiroho. Jambo hili linagusa lina, lina, lina sana vijana ambao tunaishi tuna katika ulimwengu huu wa sasa. Vijana wengi tunakuwa na marafiki ambao hawaleti athari katika maisha yetu vijana wengi tunakuwa na marafiki ambao ni walevi. Vijana wengi tunakuwa na marafiki ambao hawaji kanisani. Lakini leo shindwa, leo chagua rafiki ambaye analeta au anakufanya ana, wewe uishi maisha ya athari katika maisha yako. Kuwa na rafiki ambaye anakukuza kiroho. Yaani, ni bora uwe na, uh, ni bora uwe na rafiki ambaye ni mzee wa kanisa, kwa sababu mzee wa kanisa anaweza kukukuza wewe kiroho, anaweza kukupigia simu dogo, soma Biblia. Kwa hiyo kuwa na rafiki ambaye usiku, kufa, kuyo, ambayo usiku anakupigia simu, njoo sehemu fulani, hujui unaenda kufanya nini. Je, kama unaenda kufa uwezi jua? Kwa hiyo kuwa na marafiki ambao wanaleta athari katika maisha yako, kuwa na marafiki ambao wanaleta matokeo chanya katika maisha yako, kuwa na marafiki ambao wanakufanya uweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Katika ibada hii ya leo tumejifunza ya kwamba kuishi kwa athari, kujijua sisi wenyewe ni nani. Tumejifunza inabidi tuji, tuji tujithaminishe inabidi tujue ya kwamba sisi ni wateule wa Mungu. Katika ibada hii ya leo tumejifunza ya kwamba tuishi kiutofauti, na tukamwona Dani alichofanya katika, katika somo hili la leo. Pia tumejifunza kuwa nuru katika ulimwengu huu wa sasa, kuwa nuru kwa watu ambao hawamjui Mungu. Bwana asifiwe, amen. Leo tumeona leo tumeona uhitaji wa Mungu katika ibada hii ya leo, lakini kuna kuna wito na nitatoa wito wa aina tatu, ambao wito wa kwanza, kama ni kweli unahitaji Mungu aweze kukuongoza kuishi maisha yenye athari, kama unahitaji kweli Mungu aweze kukuongoza kuishi maisha yenye kusudi hapa ulimwenguni, semama pamoja nami. huo ni wito wa kwanza, lakini wito wa pili nipende ku nipende kuwaalika wale ambao hawana ushirika kwa Yesu. Nipende kuwaalika watu ambao hawajabatizwa na wanahitaji kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, anyoshe mkono hapa aliposimama karani rani wa kanisa kama unahitaji kubatizwa. Katika maisha yako ya sasa, hawezi kuishi maisha yenye athari kama bado hujamkiri Yesu Kristo. Kuna mtu yuko pale, kama unaweza, karibu, njoo mbele, njoo mbele, njoo mbele uombewe. Kama uwezi mwenyewe, muombe rafiki yako akulete kama ni kweli unahitaji kuishi maisha yenye athari, huwezi kuishi maisha yenye athari kama hujamkiri Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Niamini mimi, hapa huwezi, hata kama ufanyaje. Njoo kwa Yesu. Asante dada mzuri Kama kuna mwingine anyoshe mkono wake. Hata kama huwezi ku, ku kuja hapa mbele, nyosha mkono wako na jina lako litaandikwa. Huwezi kuishi maisha yenye athari kama hujamkabidhi maisha yako Yesu Kristo. Lakini wito wa tatu na wa mwisho, nipende kuwakaribisha watu ambao walibatizwa ah, hapo awali lakini wamerudi nyuma katika changamoto za maisha, wamerudi nyuma na kumsahau Yesu Kristo. Kama ni kweli yupo mtu wa aina hiyo, basi aje kwa Yesu, maana alisema ukija kwangu sitakukimbia bali nitakupokea na kukukumbatia. Kama ni kweli ulirudi nyuma katika maisha yako, njoo kwa Yesu umkiri, ubatizo tena kwa mara ya pili. Kama kuna mtu wa aina hiyo, anyoshe mkono wake Kama ni kweli unasema mimi nilibatizwa, lakini kulingana na changamoto za maisha, kulingana na sisi ni binadamu sawa, tunaelewa, nilirudi nyuma, nahitaji kumrudia tena Bwana. Kama ni kweli yupo mtu aina hiyo, anyoshe mkono wake. Basi kama hamna, nimkaribishe Mzee Mwipa Mulo Mtalima aweze kutukabidhi kwa Mungu akimwombea dada huyu ambaye amekuja kwa ajili ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, basi atuombee na sisi pia kuweza kuishi katika maisha yenye athari, katika kuishi maisha yenye kusudi, katika kuishi maisha yenye nuru na kujitambua sisi ni nani katika maisha haya, sasa ya kwamba sisi ni wateule wa Mungu na sisi ni watu wenye thamani kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu wasifiwe! Bwana Yesu wasifiwe! Basi ni waombe wale vijana wa miaka kumi na sita mpaka ishirini na moja ambao walisimama na wengine walikaa. Hiki ni chama chenu kanisa limeiweka, wasogee mbele tupate kuwaombea. Hawa ni vijana wanaopitia changamoto nyingi, kama alivyosema wanaopitia umri wa mabadiliko. Wanahitaji maombezi. Kama ni kijana wenye umri huo, tafadhali, tunapofanya ombi hili na mwisho, njoo wengi. Najua ni wanafunzi, mnakabiliana na masomo, mna changamoto nyingi, ndio muda pekee. Karibu tukukabidhi mikononi mwa Bwana. Amina. Basi na mabalozi wote tafadhali, naomba mje hapa. Wenyeji pamoja na wageni joni, joni, mwakaribisha wengine mabalozi wengine, joni mlio nya, tunaweza tukasogea mbele. Ameni, ah, ah. Miaka kumi na sita tafadhali mpaka ishirini na moja sogea mbele, woosijali mnasemaje? Hawa ndio mabalozi, ni mabalozi wa Yesu hapa duniani. Amina. Na unajua, balozi ba, ba, ni mwakilishi, ingekuwa ni nchi na mwakilishi wa nchi. Hawa ni mabalozi wa Yesu, nasemaje? Kwa hiyo leo ni siku maalum kuwatambua vijana hawa, na tunaenda kuwaombea he Mungu akapate kuyashikilia maisha yao katika changamoto mbalimbali mbali ambazo wanazipitia basi, Mungu akapata kuwashikilia amina. Kama kuna kijana mwingine ambaye yuko mbali, tafadhali njoo usiogope, yaani usiogope wewe, ni jasiri njoo, wewe ni balozi njoo. Umri tu umri wako tu ndio inakutambua kwamba wewe ni balozi. Unaweza ukawa umekaa huku, lakini tunakutambua, wewe ni balozi. Haleluya e, umri wako, kwa sababu uko ndani ya kanisa miaka kumi na sita, mpaka ishirini na moja, wewe ni balozi. Basi Mungu awabariki sana, mnasemaje? Kwa vijana hawa kanisa, tuna wazazi na kanisa, tuna wajibu mkubwa sana wa kuombea vijana hawa, kwa sababu wanapitia changamoto nyingi sana, na changamoto ambazo wanazipitia wakati mwingine hata sisi wazazi hatufahamu. Kwa hiyo tunajukumu kwa kabidhi mikononi mwa Yesu ili wakashinde katika ulimwengu aliyosema, ulimwengu wenye afya, wakapate kumshinda ile mwovu. Basi tutapata kuomba na ningeomba mzee Dennis tuje pamoja, tushirikiane katika kuwaombea vijana hawa. Taomba alafu na mzee atamaliza. Basi pate kuomba. Baba wa mbinguni, Mungu mtakatifu, tunashukuru kwa vijana hawa ambao umewaleta hapa duniani kwa kusudi maalum ni vijana ambao wako ulimwenguni na ulimwengu ambao una mabadiliko ya hali ya juu, ambao unawavuta katika kila nyanja, lakini tunashukuru Yesu kwa kuwa umewaleta vijana hawa kanisani. Tunachokusina na kuomba Baba kama usiwaache washinde dhidi ya yule mwovu, wanapokuwa katika changamoto mbalimbali katika umri wa ujana wao, ukapate kuwashindia wasikae peke yao bali wakaishi na wewe. Mbariki hata mhubiri wa leo na ambasada wote ambao hudumu katika siku ya leo, wakawe chachu kwa wenzao, na hata siku ya leo basi wakawe ni chachu kuongoza wengine wakufahamu wewe. Wao wenyewe hawataweza, wanahitaji msaada kutoka kwako. Wabariki mabalozi, wabariki walimu wao, wabariki wazazi wao wanapokuwa wakiangaika katika malezi kuhakikisha wanapata huduma zote za msingi. Baba, huko walipo, wape mkono wako, washikilie na hadi mwisho, wakapate kulisi uzima milele. Hata mzee anapoendelea kuwaombea, basi faraja zako na upendo wako kaponya nao, kwa tunaomba na shukuru katika kisu mkozo wetu, amina. Baba mwema na Mungu wetu Jina lako litukuzwe. Tunasema asante kwa ubiri la leo, kwamba Kristo tuishi kwa kusudi ya kwamba duniani tunaweza tukapewa majina, lakini wewe unatuita kwamba sisi ni mzao mteule, taifa takatifu, watu wa milki yake. Mungu uliyetuita kuzitangaza fadhili zako duniani, jina lako lihimidiwe. Baba na Mungu wetu, Mbariki mhubiri wa leo na familia yake. Na mungu wetu, mbele hapa kuna kundi kubwa limesimama, hawa ni wahubiri pia wa leo na wakesho. Baba, tia talanta zako ndani ya mioyo yao. Shetani kama simba ngurumaye anatafuta wameze, na amewekeza sana kwa vijana. Baba, hawa leo wamekuchagua wewe hata kama kuna miongoni mwao ambao hawajabatizwa, Kristo wabatize kwa roho wako. Ameni. ili tangu leo Kristo wajue kwamba wao ni kina nani na wanapaswa kuishi kwa athari, kwa kusudi katika ulimwengu wa leo. Kama kanisa ni umri ambao Kristo una changamoto nyingi, tunakusi kila mmoja wetu, mzazi, mshiriki awatendee kwa upendo hata wanapokosea. Mungu wetu, tupatie roho wa kuweza kuwarudi kuwa, ku, ku, ku, ku, kuwa katika namna ambayo Kristo analeta utukufu kwako. Tusiwe watu wa kuwasonda kidole, lakini watu wa kuelekeza kwa mwanakondoo wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu. Baba mwema na Mungu wetu, bariki wanachokifanya, kama ni wanafunzi, Mungu wetu, bariki katika masomo yao na yale ambayo ni matamanio yao katika maisha yao Kristo uwatendee kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wao pamoja nasi tuandae kwa ajili ya umilele ambao hivi karibuni Kristo atakuja kuchukua watu wako. Kuna dada ambaye amejitoa kwa ajili ya ubatizo. Baba na Mungu wetu tunamweka pia mbele zako, ili Kristo taratibu unapoandaliwa mtunze, na sisi sote Kristo tuepushe na yule mwovu, tunaomba haya na yale ambayo tujayaomba lakini, matamanio yako kwamba sisi watoto wako tuweze kuwa nayo tutendee, ili kuitwa kwetu kuwa wafalme kuwe na kusudi katika maisha ya ulimwengu huu. Ndivyo tuombavyo katika Kristo Yesu mwokozi wetu Amen. Ni wasi wale ambao wamejitoa mbele, basi katika viti vya mbele ambapo Sefue yupo. Sefue, naomba waliopo hapa wasogee, wa, wa ili wao wa wakae hapo, tuweze kupata rekodi yao vizuri, na Mungu awabariki sana Day, living for impact. Uh, mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatana nasi katika matangazo ya moja kwa moja ya ibada ya Sabato, ikiwa ni siku ya mabalozi ama sabato maalum ya mabalozi ulimwenguni, uh, kwa namna ya kipekee kabisa hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala, mtumishi wa Mungu balozi Msifuni Chikira ameweza kutuletea somo zuri kabisa lililokuwa linasema kuishi maisha yenye athari, na kwa namna ya kipekee ametupitisha katika njia za kuishi maisha yenye athari pamoja na hatua za kufuata ili uweze kuishi hayo maisha ya athari. Tuna imani ya kwamba umeweza kubarikiwa na somo hili zuri kabisa, na tuna imani utaenda kufuata yale ambayo mtumishi wa Mungu ametuelekeza. Kutokea hapa wakati huu, sisi hatuna la ziada, tunakutakia sabato njema kwa niaba ya timu zima ya mawasiliano. Mimi naitwa Doris, ni kutakie mapumziko mema ya mchana. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na vipindi vya mchana, vipindi mbalimbali. Uh, tutakuwa na vipindi vya maombi. Leo ni siku ya